Update za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Eh, kwa hadhari kubwa natoa angalizo kwa mamlaka, kwa namna yoyote mtakaokuwa munahojiana ama kumchunguza mwanangu, kijana wangu Herbert Mchungaji Herbert Mlerwa, ya kwamba yafuatayo ni moja ya mambo ambayo mnaweza mkakutana nayo mtakapokuwa mnahojiana naye ama kumchunguza kwa namna yoyote, kwa mtachunguza, anakolala, anakoishi, simu yake, mawasiliano yake, maisha yake, kwa namna yoyote, yafuatayo ndiyo mtakayokutana nayo na tafadhali chonde chonde, mutakapokuwa munakutana nayo, musiapereke kwenye tafsiri tofauti na mlichokutana nacho. Kuna mambo kadha wa kadha yatakutwa ambayo, moja, sitaona ajabu nikisikia mtu anasema kijana huyo ana kiburi. Kijana huyo ana kiburi. Sitashangaa kusikia mtu akisema anajifanya mjuaji. Sitashangaa kuona mtu anasema tunataka tutafute walio nyuma yake, na anaposema tunataka tutafute walio nyuma yake, ambaye kwa sehemu kubwa si binadamu wa kawaida, ni vampa lishageuka jini, ataanza kuangaika kwamba hata ikiwezekana tumtese, ili aonyeshe walio nyuma yake. Naomba munisikilize, niliye baba yake, niliye baba yake wa roho yake na sehemu kubwa ya ufahamu wake, munisikilize. Moja, kwenye eneo ambalo utasikia kwamba ana kiburi, kwenye eneo ambalo unasikia ana kiburi, na kusomea katika Mithali sura ya 28, mstari wa kwanza, inasema waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba hivyo. Anasema mtakapoona ujasiri ujasiri yaani kijana pengine haogopi, yuko katika sehemu ya hatari, yuko katika sehemu yenye mashaka ambayo karibu kila naye kuwemo humo hutetemeka, huogopa kufa, huogopa kuteswa. Pengine mkiona kijana sasa ni kama yeye yuko stable, msije mkaanza kusema na kiburi, basi ngoja tumfanyie baya ili ansa, apajue ajue kituo cha polisi ni nini, ajue mamlaka ni nini? Hapana, yani anaijua mamlaka ni nini, anajua polisi ni nini, anajua kila mnaloweza kufanya. Lakini kimsingi mtu kwa kwa mimi, mimi baba yake, mimi nawaongoza wawe wenye haki, wawe wema, wasiwe na chuki na mtu, wasipambane na mtu wasiseme chochote kwa kutumwa na mtu kwa hila au mwenye hila au mwenye malengo fulani. Ko, naamini mtoto wangu, naamini nadhani na, na mmeona pia hata nguvu niliyotumia kumfafanua kwa sababu ni sehemu kubwa ya moyo wangu. Naamini nilivyo baba yake, sina hila, sina hila nadhani mimi, mmetuma watu kadha wa kadha, kama mmetuma kama walijituma wanichunguze kwa hali zote. Mimi nimeteswa sana na wengi, waliokuwa wananitesa, walionitesa, wanaopanga kunitesa. Wengi wanataka kujua Mbarikiwa kuna nini nyuma, ila nimewahi kuona watu wanasema, huyu ana haki tu, ana Mungu tu. Sasa kwenye eneo pengine la mtu gani asio anaogopa kuteswa? Mtu gani asio naogopa kufa? Hebu nikusomee katika Bibilia katika kitabu cha Filipi sura ya kwanza mstari wa kumi na saba na ntarukia mstari wa ishirini, imeandikwa kusema, bali wengine wanamuhubiri Kristo kwa fitina, wala si kwa moyo mweupe, wakidhani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu. Iadhuru nini? Lakini kwa njia zote, ikiwa kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa. Na kwa hiyo nalifurahi ya kuwa, kwa hiyo nalifurahi. Naam, nami nitafurahi, maana najua ya kuwa haya yote yatanigeukia kuwa wokovu wangu, kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote, kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa ni kwa maisha yangu au ikiwa ni kwa mauti yangu. Kwanini? Kwa nini? Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. kuishi, tuki, sisi mnapohubiri Kristo na wewe, bila shaka moyo wako najua, sisi tunapohubiri Kristo manake ni mema, mimi kwangu kuishi ni mema, kwangu kuishi ni kupinga mabaya, kufa ni faida ila ni kiishi nitaishi kwa kupinga mabaya tu. Sasa nimetaka niweke vizuri mambo kadha wa kadha hapa kwa haraka sana, nikiwa na naambatanisha na Bibilia kwamba mtakaokuwa mnaojiana munafanya uchunguzi kwa namna yoyote, yafuatayo mkikutana nayo, yasitafsirike kiburi, yasitafsirike. Kuna watu wako nyuma yake, bila shaka mnajua sisi hatuna akses ya kuonana naye ili kuingiza ushauri wowote kwa huyo kijana, kwamba jibu hili fanya hivi. Huwa tunachosema kwamba haki yako ndio utakayosimama nayo popote, dhamiri yako na moyo wako kwao. Sasa isije ikawa pengine mnaanza kutafuta, uenda wana watu wanapenyeza ujumbe au wamfundishe. Hakuna tunachoweza kumfundisha, hakuna tunachoweza kumfundisha zaidi ya kila ambacho tulisema, hicho ndo utakuwa ulinzi wako. Ulinzi gani? Maisha ya haki yasiyo na ila, yasiyo na chuki. Sasa niwaonyeshe moja andiko ambalo eh, kiongozi mkuu kiranja mkuu Yesu Kristo aliwahi kuyatoa kama, kama kinga na pengine muwe mnafahamu. Sasa muwe mnafahamu kwamba tunayohojiana naye huyu ni wa ni wa ubarozi gani? Ni wa nchi gani? Msije mkamtafsiri vibaya, mkachukua hatua mbaya, na kumbe ubarozi wake nchi yake alikotokea, anakowakilisha kulisha weka utaratibu wa hali zote anazoweza kukutana nazo, katika kitabu cha Luka 21, kitabu cha Luka 21 kwanzia mstari wa 12 na kuendelea. Imeandikwa kusema lakini kabla ya yoyote yajatokea, watawakamata na kuwaudhi na kuwapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani, mkipelekwa mbele ya wafalme na mkipelekwa mbele wa, ya wafalme na maliwali mkipelekwa mbele ya watawala maliwali wakuu wa wilaya kwenye mamlaka mbalimbali kwa ajili ya jina langu, jina la Yesu ni mema Sio Yesu kama Yesu, Yesu herufi nne ni mema, ni lifestyle, ni njia, ni formula. Kwa ajili ya jina langu nanyi, mshale 15. Sasa mshale 14, mshale 13: na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikirifikiri fikiri, kwanza mtakavyojibu kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Mimi mimi kiranja mkuu, mimi mwanzilishi, mimi ambaye na mimi nitafanyiwa haya, mimi Yesu Kristo nitawapa hekima ambayo watesi wenu hawatashindana nayo, watabaki tu kujua, ila mtu huyo ana akili ila mtu huyu mjuaji, ila mtu huyu ana kiburi, kwa sababu sehemu kubwa e, haki kwa sasa inaitwa kiburi, inaitwa ujuaji. Kuna lugha kwamba usijihesabie haki. Hapana, pia siwezi kujihesabia dhambi wakati sina ha. Yesu aisema msijihesabie haki. Yeye mwenyewe anasema mimi ni mchungaji mwema. Alikataa kwa yule mtu aliyesema mwalimu mwema, kwa sababu yule alikuwa anatoa kama hongo Ukienda kumsoma Barnaba utasikia mwenye roho, mwe, aliyejaa Roho Mtakatifu na mtu mwema sana. Yesu mwenyewe ametajwa kama mtu mwema kwenye maeneo kadha, na yeye amejitaja kama mtu mwema na kuna mahara amesimama mbele za watu katika Yohana 8 anasema nana, nani ni shuhudiaye kuwa na dhambi? Kwa hiyo hatuwezi kusema tu, tu, tujihesabie dhambi wakati hatuna. Kwa hiyo sasa, wakati mwingine mkikutana na uwezo mkubwa wa kujieleza kwa sababu automatically mtu ambaye hana, hana kosa hana hila hana chuki, sehemu kubwa ni mzungumzaji mzuri, kwa sababu karibu kila naloongea linatoka kwenye uvungu wa moyo wake. Kwa hiyo mkikutana na hayo, asipewe majina, asipewe majina mabaya kutafuta kumfanyia jambo lolote baya natoa angalizo, natoa angalizo, natoa angalizo. Lakini hatuna cha kufanya, hatuna cha kufanya. Ikiwapendeza tuliandikiwa pia, lakini kama sivyo, tumeshatoa wito mara kadhaa. Watoto kama hawa vijana kama hawa, hawa wanatakiwa walindwe sana. Hawa ndo akina Daudi hawa hawa ndo akina Daudi kwenye taifa. Hawa hawa walindwe sana, hawa walindwe hawa, wa, sana wasogezwe sana. Ndio maana nimesema njoni tuzungumze. Kama kuna lugha kali lugha imezidi, tuangalie sasa nini kifanyike, kwani shida ilikuwa wapi, turekebishe wapi mambo yaende. Inchi tulipewa na Mungu ili tuilinde, ili tuijenge, ili tuitunze, ili iwe bora. Hii ni nchi ambayo inaweza ikawa sababu ya nchi nyingi kubarikiwa kupitia nchi hii. Hii nchi ni Edeni, hii hii nchi ni nchi ya agano hii tusiharibu nchi hii kwa kujaribu kumkabili kila anayejaribu kuitengeneza kwa moyo wa kweli na wa haki. Niwape mfano sasa wa hayahizi ahadi za huyu Kilanja mkuu, niweze kumaliza hapa kisha nitoe wito, toe wito, toe wito. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya sita mstari nianzie mstari wa tisa Inasema lakini baadhi ya watu wa sinagogi iloitwa sinagogi la na mahuru na wakilene na waskandaneria na wale wa Kilikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo ro roho aliyesema naye. Ni madhehebu kadhaa ni madhehebu kadhaa ya Asia yote, bara la Asia lote, madhehebu kadhaa wataalam kabisa wa maandiko wa wa sheria wa hila, wamekwenda wajadiliane na Stefano. Bibilia inasema yaani hawakushindana naye, wao wenyewe walibaki tu kushangaa kwamba no! Aiseli, jamaa hili hivi limetokea wapi? Hapana, limetokea ubarozi wa mbinguni. Kama vile viru unavyoweza ukaona mtu kama nawakisha ubarozi wa Marekani, barozi anajiamini na kutoa miongozo kadhaa. Alikadhalika, tunaokuwa tumetoka ubalozi wa mbinguni huwa tuna uwezo mkubwa sana wa kukabiliana na mtu mwenye cheo chochote, sio kushindana naye na, na kumwonyesha ubabe wetu, bali kumwonyesha kiwango cha ufahamu unaotokana na haki. Sasa hicho kisitafsiriwe kiburi, usitafsiriwe ujuaji, isitafsiriwe kuna watu nyuma yake isitausiriwe kuna watu nyuma yake. Ngoja tujaribu pengine kumtesa, kumkalisha, kumuumisa, kumpeleka mahakamani, ili tuwaone walio nyuma yake. Hapana. Na nakuja katika kutoa wito hapa, nakuja katika kutoa wito wangu hapa, natoa wito katika mambo mawili, swala la mahakamani na swala la kumshikilia, kuto kumpa dhamana, na kwenda kutoa wito, naenda kutoa wito hapa. E, niendelee kusoma sasa. awajashinda naye walimwonaje? Ilikuwaje? Iliendeleaje? baadaye ilikuwaje, ili watafute uhalali huo. Wanasema hivi, inasema hivi? E, katika msala kuna moja, hata wakawashawishi watu waliosema, ili watu waseme, tumemsikia mtu huyu akinena maneno ya kumtukana Musa na Mungu. Hiki ndo ambacho sasa unaweza ukajikuta kinaanza kutengenezwa, tumemsikia mtu huyu akimtukana mtu fulani mwenye mamlaka fulani na Mungu. Hapana, Hapana, kusema makosa ubaya sio tusi, sio tusi. Naomba sana naomba sana sana, eleweni, kwa sababu duniani tunapita. Hata uwe, uwe na kajeuri fulani ka nafasi, ama utafute kujipendekeza ili uonekane una roho mbaya. Pengine unaweza kakuta umekariri, umefahamu kitu fulani kwamba kuna mamlaka fulani hivi nikionyesha roho mbaya juu ya watu wema, ndo itanikubali itanipa cheo. Kitakuwa cheo cha moto, kitakuwa kitakuwa cheo kiini macho. Hata upewe iwe posho au utafurahi nacho, utaishia kuonga maraya, utaishia na kutesa familia na mke wako, utaishia kunywa mipombe, utaishia kuvuta bangi, kwa sababu hiyo mali ni laana, hicho cheo ni cha laana. Ndo maana kipande kikubwa Mnafanya umalaya familia zenu, wake zenu wanalia, wanaumia, munawatesa wake zenu, munakunywa mipombe. Wakati mwingine, kama hujui, kuna miharufu fulani migumu sana ya pombe. Mtu anayeishi na mtu nayekunywa pombe ni mvumilivu sana, lakini wengi mnakunywa pombe kwa sababu kichwa kimevurugika. Lakini ulidhani utakapofanya mabaya fulani utapata cheo, utapata pesa, utaenjoy Hautaenjoi mtu wa Mungu, kwa sababu umeshiriki ubaya fulani juu ya watu wema. Mimi nimewaonya mara kadhaa, nimewaonya mara kadhaa, ni njoni tusiangaike na watu wema tukidhani tutajenga hii jamii. Hapana, watu wema wakiisha, dunia yetu hii, nchi yetu hii azitakarika, na wahakikishieni, nchi zetu hizi azitakarika. Nawambieni, hakuna ushirika wa watu wabaya huwa unadumu. Mara kadhaa nimesema, ebu angalieni uhusiano wa majambazi hata wa marafiki vipi, lazima watakuja kuuana kwa kitu kidogo, kwa sababu kuna mara mwingine naona alifanya ukatili wa kumuua mtu ambaye hata hawakutakiwa kumuua alimwekea. Kuna mara aliona eh, kuna mara walikuapua mzigo fulani, lakini mgao ni kama kuna mtu alichepua mahali. Hawa watu kuna mara watakuja ku, ku, kugeukiana tu na kufanyiana mabaya. Ni kwa sababu hiyo tunatoa wito, utajiri wako ni haki yako, wema wako wema wako yani jambo baya, hata kama pana wakubwa wako hapa, pana mtu anataka ufanye tu ubaya ili akukubali, muonyeshe, mwambie, sitafanya ubaya mkubwa huu, ni mkose Mungu. Mimi nakupa ni ushauri, sikuongozi, sikulazimishi. Otherwise nimeshasoma maandiko kadha wakadha yanayoonyesha imeandikwa, imetabiriwa, na nitaendelea kusoma maandiko ili andiko itabiriwa. Kwa hiyo kukutana na hali za watu ambao ni vichwa ngumu, awasikisha maandiko awasikisha neno la Mungu wenyewe. Lazima nifanye ili nikubalike pale, lazima nifanye ili nionekane, nifanya kazi kubwa nzuri, ndio lazima nifanye la. nafanya tu nafanya, mi nataka cheo kile, mi nataka kubaki kwenye kazi hapa, goda nifanye, hakuna shida, iliandikwa na wewe ulitabiriwa, mtu wa Mungu ulitabiriwa. Ah, mimi ningeweza ni kumsaidia, lakini nikimsaidia nikamtetea, kwamba jamani, kwa haya na haya hana hatia, nitaonekana niko upande wake, nita nitafukuzwa kazi nitatiwa, nita, nita hatia na mimi, huo ndio urafiki. Rafiki mwema, rafiki hutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake, huo ndio upendo, <coughs> huo ndio upendo, lakini ulazimishwi. Upendo ni kitu cha hiari, ni kitu cha kukua, ulazimishwi lakini kulikuwa na haja wewe unayejua ili la, la, haki usimame mchana kweupe peupe, ama kwa siri, lakini hakikisha unawaokoa watu wema. Tumia njia yoyote iwe kwa siri iwe peupe, lakini hakikisha unakuwa upande wa watu wema, upande wa watu wenye haki, kwa sababu kuna kesho ya wenye haki hapa duniani ama baada ya maisha haya. Mi nimewaambia mara kadhaa, amkungumbuka, mtakuja kunikumbuka. Sikiliza niendee na maandiko kadhaa usije ukaona sasa nimeanza kukushambulia ni kama sasa eh, nina nina mimi sasa na udui na wewe, ngoja sasa tuangaike na wewe. Ni kama wewe eh, bila shaka mnanifahamu mimi ni huyu mimi ni hivi mimi ni huyu mimi ni hivi. Wakafanyaje? Wakafanyaje? hata wakashawishi watu wasema mtukana Mungu na, na, mtuka na Musa na Mungu, wakawataarikisha watu na wazee Waandishi wakamwendea wakamkamata wakampeleka mbele ya baraza mahakama, wakasimamisha mashahidi wa uongo waliosema, mtu huyu haachi kusema maneno ya kufuru juu ya mahali hapa patakatifu na juu ya torati, maana tumemsikia akisema kwamba Yesu Kristo Mnazareti atapaharibu mahali hapa na kuzibadili desturi tulizopewa na Musa. Desturi tulizopewa na Musa. Watu wote walioketi katika ile baraza wakamkazia macho wakamwona Stefano, uso wake uso wake kuwa kama uso wa malaika hivi. Ndio vitu naweza mkaviona juu ya kijana wangu, baada pengine mavampire kadha wa kadha kujitokeza kusema, lakini lakini unakashfa, lakini un, un, unakashfa, unapambana un, un, unakashfa una kashifu unakashifu serikali, unakashifu mamlaka, unamkashifu fulani, namkashifu. Niseme hivi, maonyo, makemeo, makaripio, Bibilia imetaka onya, karipia, yasipelekwe kwenye kashfa. Ebu we nitofautishie sasa, karipio limeishia wapi? Kemeo, kukemewa kumeishia wapi? kuonywa kumeishia wapi? Ikumbukwe huwa mnasema mamlaka uwekwa na Mungu, lakini sisi ndio mabalozi, mawakilishi wa Mungu ambao naamini kabisa kicheo, kicheo watu wa Mungu ndio tunakuwa na mamlaka kubwa ambayo tuna haki ya kukukemea unayemtumikia. Mungu, sisi tumetoka kwa Mungu, tunamwakilisha Mungu kama wewe mwenye mamlaka umewekwa na Mungu, unawekwa na Mungu sisi, umewekwa na Mungu ili watumikie watu, sisi tumewekwa na Mungu ili tusimamie, tusimamie katiba, sheria na moyo wa Mungu. Nataka kifanyike nini kwa sehemu kubwa na aminigi, uwe rais, uwe waziri mkuu, uwe askari, uwe RPC, ukija kanisani wewe, nikuambia piga magoti na piga unaponisikiliza kwenye mtandao nikikwambia mwana wa joka Shetani, acha ubaya huo, unanisikiliza kwa sababu mimi ni mtu nimetoka. Ndo maana Yesu aliwaambia wana wa majoka, maaskari, watawala wakubwa wa, wa, wa wapo. Waliotubu waliogeuka, akina Samueli wamewambia wafalme, umefanya upumbavu. Wapo walionyenyekea, akina Ahabu wameambiwa na akina Elia, utakufa wewe, unauawa kama ulivyomuua Nabothi akinaabua kuanza kumuaeria pale walianza kuvingirika chini na kusema Mungu, naomba anisamee. Sasa <coughs> nimetaka ya mambo kadhaa yaweze kufamika, na la mwisho kabla siamalizia wito la mwisho nilio mbalo mezgusha kidogo hata kwenye ibada ya jana kwamba kunaweza kukawa na lugha zn za, za Tutafute walio nyuma yake mmesema mshie mkamdhuru, mtoto wangu kamdhuru kijana wangu. Hakuna aliye nyuma yake, kilicho nyuma yake ni haki tu, ni Mungu tu, ni Mungu tu, nimeambia. Kama katika mazingira kama hayo sisi hatuna access ya kufika tumshauri chochote, hatuna access ya kumshauri chochote hapo. Lakini bila shaka kama kuna mliojiana naye, bila shaka mme mmekutana na haya niliyoongea, baadhi mmeaita kashfa, kiburi, ujuaji, lakini nahisi kwa maelezo haya mmefahamu huyu kijana ana nini, na hakika mmefahamu kwa maelezo haya, kwa sababu najua pia yana uwezo mwingi sana wa Mungu wa kumfikia yoyote, na hasa mtu uwe na nafasi fulani, unisikilize mpaka dakika hizi. Hapana, hapana, nikwambie uliyenisikiliza mpaka dakika hizi, tafuta kila namna, washiriana na waliosimamia wali jambo linalohusu kijana wangu. Hebu wafikishie hiki, wafahamu na wito huu naotoa hapa mbele, uweze kusimama nao kidete. Kiwezekana, kiwezekana tufungue ukurasa mwingine, kwa sura nyingine. Niweke vizuri hilo kwenye Bibilia katika kitabu cha Matendo, kitabu cha Zaburi ishirini mstari wa saba nasema, hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, bali sisi tunaitaja jina la Bwana Mungu wetu tu. Hawa wanategemea magari, hawa wanategemea majeshi, sisi tunategemea jina la Bwana Mungu wetu tu. Katika Samweli wa kwanza, Samweli wa kwanza sura ya kumi na saba Samueli wa kwanza sura 17 mstari wa 15, Biblia inasema, ndipo Daudi akamwambia yule mfilisti, akamwambia mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Hakuna chochote kilicho nyuma ya mwanangu, nimemwambia mara kadhaa mimi wako watu ambao wamejaribu kufanya fanya vya kufanya waseme, tuone kwa Mbarikiwa nyuma yake kuna nini. Baadaye walitoka na jibu tu hili, nyuma ya Mbarikiwa kuna Mungu tu. Kwa sababu hiyo, msitafute namna yoyote, namna yoyote ya uchunguzi zaidi. Mimi nimeambia, nimeshafanya uchunguzi, nimeshafanya mahojiano, wasemaji wanasema eh, mchawi mpe mtoto wako akulelee. Kijana kama mmemwona katika baadhi ya maeneo, lakini nadhani mpaka sasa hivi mmeshamwona. Ni, ni, ni kwa maandiko haya niliyosoma mmeshamwona, okay, kumbe nini kiko nyuma yake. Lakini kama kuna neno mnahisi limezidi, mleteni kwangu, mimi baba yake, mimi mchawi wake, bila shaka naweza nikaongea naye juu ya hilo neno ambalo unaweza ukaliona limezidi. Kwa sababu hiyo natoa wito, najua mkipenda, najua mkipenda, mnaweza mkampa dhamana hata leo, akae tu sehemu yoyote na mtamhitaji wakati wowote mkipenda. Na wito wa pili, napenda wala atamshangaike kumpeleka mahakamani, atabaki ni huyo, atabaki hivyo, kwa sababu hicho anachosimamia ni kiko, ndo maisha yake ni haki, yani ndo maisha yake. Atabaki ni huyo, atabaki hivyo. Kwa nini tu mwingie kwenye historia za kwamba mliwahi kupambana na watu wema? anyway nitakuja ku, kuja na maandiko mengine wakati mwingine yanayotoa fafanuzi za kina juu ya mambo yote haya, kwa nini yako hivi. Nawasii mamlaka, popote mlipo, mimi ni juacho, tukisema tunakomana sheria, sitoboi, hatuwezi kutoboa, kwa sababu sheria ni vile. Kwa sheria, kwanza, sehemu kubwa sheria utungwa kwa sababu kuna mtu fulani anataka kupitishia kitu fulani alicho na lengo na sehemu kubwa ya sheria alimdam, tuliikataa sheria mama hii, Bibilia mbili. Sheria mara nyingi hutafsiriwa anavyotaka mtu fulani anayekuwa ameshika mpini wakati huo, kwa sehemu kubwa sheria, vizazi vyote, wakati wote wa historia zilizoandikwa kwenye kitabu hiki, sheria zilitumika hivyo. kwa hiyo mimi sidhani kama ni vizuri mujione. Eh, basi kama ndo hivyo na sisi tutatimiza unabii huo. Anyway, mimi nilikuwa nawasilisha tu wito nijuao, ni wito kutoka kwa Mungu. Nani najua sehemu ya mnao nisikiliza, na hasa unisikilize mpaka dakika hizi, sehemu ya mnao nisikiliza, wengi wenu kuna roho ya Mungu inaongea ndani yenu Mnaponisikia haya mimi nawasii, itoshe. Biblia inasema dhambi zenu japokuwa nyekundu, zitakuwa nyeupe kama theruji. Njoni tuhojiane. Fike mahala, usiamini kwamba ni ubaya tu utakaoficha mabaya. Hapana, njoni tuhojiane, njoni tuzungumze. Lakini kama sivyo, baki kusema mapenzi ya Mungu na atendeke. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, anasema: itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa, ama afae katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya tabia yake. Tazama Mungu Mwokozi Yu karibu kuja. Hii ni maana neno maranatha. Update za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo.